Mi inaitwa Abraham Mwajombe na afisa mahusiano Selcom benki tawi la Mbeya. Kifupi Selcom Pesa ni digital account ambayo inasimamiwa na benki ya Selcom, na hii digital account ni kwa ajili ya kumsaidia Mtanzania ambaye yupo katika mnyororo wa uchumi kupunguza gharama za miamala, lakini pia Selcom Pesa inampa uwanda mtumiaji kuweza kupata mikopo midogo midogo ambayo anaweza kujikopesha mwenyewe bila kukutana na afisa yoyote. Kwa hiyo unakuta tayari tunaunganisha mnyororo wa uchumi kirahisi kwa kumsapoti yule mtu anayetumia sanaa au njia yote kwa ajili ya kufaili kupata uchumi wao. Hawa ni vijana wanaoibua kipaji ambacho baadaye kinakuwa ni chanzo cha uchumi kwa mtu. Selcom Pesa inampa uwanda mtumiaji kupata lipa namba upokea malipo, maana yake, kwa kutumia lipa namba ambayo anaigenereti bure, lakini pia inamsaidia kufanya malipo. So kwa sababu hii ni jukwaa la kumzalishia mtu uchumi, akiwa na Selcom Pesa atapokea malipo atapo, ataweza ya yeah, waje kwa ajili ya kwanza kufurahi, lakini katika kufurahi kusapoti vipawa vya watu ambayo itakuwa ni njia mojawapo ya kuingiza uchumi na wanaweza kuwalipa moja kwa moja kupitia Selcom Pesa. Bongo Play TV.